So si jambo jema. Niwaambia na mwanzo si jambo jema na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa anasema mbona majengo mnataja? mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu ndugu zangu hatutaji watu, taji, watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebrate mtu mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko. Ni vile halijakukuta wewe these are the things ambazo tume, siku hizi tu watu wamesha kuwa wepesi tu, mtu ameondokewa na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement. And, and, uh, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa covid uh, bungeni nilisema hivyo. Guys, why should, why are we celebrating? How, why are we celebrating loss of lives kwa nini tunataka kusherekea watu kupotea? I thought I thought I thought we admit jambo limetokea ambalo watanzania wote tunajua, jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives, si ndio? Vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives, tume, tume, tume nani wote and then we are now busy we are now busy tunataka and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio guys? Mnataka tuhesabu kama magari lives za watu mnataka tuhesabu kama magari guys, watu wampoteza watu, watu, watu, watu wapendwa wao mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa hapa, ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona, tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? huku, niku, huku mina naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka ni kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili na mtu aking'ang'aniza wa nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua Wame, ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyie, ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka, yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives Alafu wale wanao wanao wanaoonesha wanaoonesha wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala, wa, wa, wa sisi sisi, jamani, hivi hivi, do you know hivi do you know I, I, I, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja hivi, sisi tuwe kushuhudia ma, ma, ma tuwe kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani, do you know kwanza tu you, you, Huwezi uka, uwezo, eh, eh, kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi, eh, eh, unajua, um, damu ya binadamu ilivyo. Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini, there, there is a, yani economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional but a, I'm, I'm just trying najaribu na kuvaa viatu hivyo, kwamba look, how, how, watu wanafanyaje celebration za jambo and then, na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level at a very family level na, huku nako akaenda naye akaenda Kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokwepo, yani muwe shuleni, muwe wapi. Kwa hiyo meli moja, kila mtaa kuna jambo. Hawa watu wanaonesha hectares ende hectares, eti kwamba Let's be sincere, we admit kuna, kuna jambo loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect fami families familia, tuheshimu tuwape break familia zilizopata madhara, kama kuna eneo moja mbili tatu ambayo ina bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka, wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka. Mimi ningetamani kuweka staha sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families, na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi tusiende na wale wanao wenye jambo lao. Ai, jambo limetokea Has been with laws of, of the of people kwa nini tusipate tusi taarifa za eneo ilo, i, za jambo hilo ilo lilotokea hata tukaweka picha za nchi nyingine eh? wa Tanzania wa wale wanaofanya wale wanao sherehe wana jambo wanalolitaka, wana, wana wana nimeiongea nime hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu inahusisha maisha ya watu, inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika, si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms reforms zimefanyika, reforms zimefanyika, jambo lililohusisha jambo lililohusisha tu, sheria ya tume huru ya uchaguzi limefanyika, yalikuwepo tena. Haya hayakutoka chama tawala, ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa, yalikuwa accommodated. Hii ni, ni, ni, ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya, ya kuwa na kuwa na wakurugenzi kutokusimamia, yaliletwa na yenyewe yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya, ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe, vy, vy, magari ilifanyika, vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari, nadhani mgombea na mgombea mwenza, ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa three months before the election ndo eh, mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania au can you do that one ya, na amidi na, na, hapa amesema eh, la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba eh, wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi hii? hata ita ile pendekezwa tulipambana karibu miaka mitano na hatukuipata miezi mitatu unapata katiba gani kwa hiyo mengine hayo ni haikuwa haikuwa sababu kwa kweli na nadhani kwa kuwa tumeshapita na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita tusiangaike tusi, tusi tusidwel sana kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya, ya, ya maumivu ya mioyo, let's tu, tuendeni na mwongozo ambao mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa. And then kama eh, eh, Amidi hapo unasema mambo ya, ya mgombea binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya, sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba haya, na, na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani Tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatolea mwongozo, tukajua haya ilicho, tukaelewana, tuka iron out, tukarejesha, tuka umoja umoja wa Tanzania wawe wamoja. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba, na haya mambo yamo kwenye ilani.